Asante sana Catherine Kahabi, kutoka studio namba moja. Ni wakati mwingine mzuri, mpendo mtazamaji, ninapokaribisha katika uchambuzi. Jina langu anaitwa Aziz Hashim na studio kama kawaida, niko na mchambuzi wetu Elvan Istanbuli. Mada ambayo tutajadili leo ni kuhusu uamuzi wa Mahakama Kuu Kanda Dar es Salaam wa kuiamuru Taasisi ya Mifupa na Mishipa ya Fahamu MOI kumlipa fidia ya shilingi milioni mia moja kijana Emmanuel Didas alifanyiwa upasuaji wa kichwa badala ya mguu kimakosa mwaka 2007. E, kama kama utakuwa unakumbuka Istanbuli tukio hili ilitingisha sana hatimaye, jana mahakama kuu imeamua kupitisha hukumu kwamba huyu kijana alipwe fidia ya shilingi milioni mia moja. Labda kwa faida ya, ya, ya watazamaji wetu ambao pengine hawalifahamu tukio hili, unaweza kutukumbusha ilikuwaje, alafu unaweza ukaeleza pia unazungumzaji adhabu wa adhabu ambayo imetolewa na mahakama. Emmanuel Didas ali alifanyiwa upasuaji wa kichwa mwaka elfu mbili na tisa badala ya kupasuliwa mguu wake. Mguu wake ulipata matatizo kwa sababu alipata ajali ya pikipiki, na alipopelekwa pale e, Muhimbili MOI kule, ilikuwa afanyiwa upasuaji ili kuondoa damu ambayo ilikuwa imegandana e, ndani ya mifupa kule. Lakini bahati mbaya sana e, kulikuwa kuna mgonjwa mwingine alikuwa anaitwa Emmanuel Mgaya, yeye alikuwa na matatizo kweli ya kichwa kwa hiyo eh, wakati wanaingizwa theater eh, sijui mambo yalikuwa kuaje hapo. Eh, huyu Mgaya ambaye alikuwa ana matatizo ya kichwa akapasuliwa mguu, na huyu Emmanuel Didas ambaye jana ameshinda kesi akapasuliwa kichwa. Na baada ya kupasuliwa kichwa, kwa kusema kweli eh, ile ile ile ilo tukio lilivuma li, li, li, hapa, hapa, hapa mchini kwa sababu ni tukio ambalo sio la kawaida kwa wataalamu kama wale kufanya kosa la hatari kama hilo lakini ndio lishatokea kwa hiyo e, Emmanuel Didas akaamua kufungua kesi kesi namba mia moja hamsini na tisa ya mwaka elfu mbili na kumi na mbili kwa hiyo mwisho wa, mwisho wa siku lakini alikuwa anadai milioni mia nane e, lakini mwisho wa siku mahakama ikaamua alipe milioni mia moja kwa madai kwamba tayari ameshakuwa kilema, kwa sababu kapooza upande mmoja na ni mtu akusaidiwa maisha yake yote, amepooza upande mmoja kama ulivyosema, ni mtu akusaidiwa eh, maisha yake yote yaliyosalia. Lakini yule mgonjwa mwingine Emmanuel Mgaya ali, alifariki dunia ya, Emmanuel Mgaya, ya, alifariki dunia si Mgaya alifariki. Sasa ukitazama hukumu hii ambayo imetolewa na mahakama kuu ya eh, Mahakama Kuu ya Tanzania kanda Dar es Salaam leo alipo shilingi milioni mia moja, lakini yeye amepooza mwili mzima hawezi kufanya shughuli nyingine yote pia. Lakini pia bwana Emmanuel Mgaya yeye alishafariki, Mungu alaze roho yake mahali pema peponi. Unadhani hii adhabu ambayo imetolewa au hii hukumu ambayo imetolewa eh, ina, ina, ina, ina, inaweza kumsaidia bwana bwana e, Emmanuel ambaye sasa sasa hivi amepooza Emmanuel Didas amepooza upande pande mmoja, sio mwili mzima, ni upande mmoja nalo, lakini ni tatizo, kwa sababu tayari umeshakuwa na tatizo tatizo kubwa la la la kudumu. Kwa hiyo eh, milioni mia moja, sijajua, sijajua utaratibu wa kulipa viungo vya binadamu na kuwakwaje kisheria, lakini kwa hiyo kwenye uwanja huo sitaweza kucomment chochote, kwa sababu sija- sijawasiliana na wanasheria kuona kiungo, kwa mfano ki, kama hivyo amepooza au unalipwa lipwaje? lakini mahakama e, tunaamini kabisa kwamba itakuwa imetenda haki kwamba alipwe hizo milioni mia moja, japokuwa nimesikia e, wakili wa Emmanuel Didas anasema kwamba upande ule wa pili unataka kukata rufaa. Lakini hilo hatutaliongelea e, isipokuwa tu tuseme kwamba e, e, Emmanuel Didas ameshinda kesi, na mimi binafsi nasema kwamba ni bora aliposhinda hiyo kesi kuliko angeambulia hakuna kitu. Wale madaktari ambao walisababisha sasa madhara haya, eh, wao walichukuliwa hatua gani? Eh, madaktari mara nyingi sana wanapofanya matatizo matatizo ya kitaalamu kama, kama haya wana, wana, wana, wana vyombo vyao, wana vyombo vyao vinawajadili na kuwahukumu na mara nyingi sana hukumu zao zinakuwa wanazijua wenyewe za kitaaluma, kwa hiyo hatujatangaziwa kwamba walifanywa wali nini lakini naamini kabisa kwamba kwa sababu tukio lenyewe lilikuwa sio la kawaida, lilikuwa ni tukio la kizembe sana. Naamini walichukuliwa hatua, lakini za kitaalamu wenyewe wanajua huko. Ni, ni wazi istambuli kwamba madaktari wamekuwa wakifanya wakifanya kazi kubwa sana kuokoa maisha ya watu kila siku, tutakuwa ni, ni, tutakuwa si waungwana kama tutaliweka hili wazi kwanza madaktari wanafanya kazi kubwa sana ya kuokoa maisha si, hii ya watu kila siku, lakini matukio ya namna hii yanapotokea, kwa sababu baada ya tukio hili kutokea, mpaka leo ameshatokea matukio mengine kadhaa ya uzembe wa namna hii. E, utasikia mgonjwa mkasi umesahaulika tumboni baada ya kufanyiwa upasuaji ma, mara utasikia e, pamba imesahaulika tumboni baada ya kufanyiwa upasuaji. Unafikiri nini kifanyike ili kuzuia makosa ya kizembe kama haya ambayo mwisho wa siku yanasababisha madhara makubwa kwa kwa, kwa, kwa wananchi? E, kwanza kwenye madaktari hasa hasa wao wanaoshughulika na mambo ya operation, mimi nimewahi kuambiwa mimi na, na, na, baba wangu mdogo ni daktari, anaambia kwamba wakati wa upasuaji lazima kwanza, lazima kunakuwa na, na, na, na, na list listi ya vitu ambavyo vinaingia theater na na, mgonjwa anapofanyiwa upasuaji, vile vitu ambavyo vinaingia theater lazima vihesabiwe, e, kama ni pamba kama ni mikasi ilikuwa mingapi, kama ni sindano na kadhalika na kadhalika. Sasa uzembe unaotokea pale ni kwamba eh, eh, hawatimizi wajibu wale ambao wanapaswa ku, kuangalia vile vyombo vikoje. Ndio maana unasikia mtu mwingine umesauliwa mkasi tumboni. Sasa umesauliwaje? Na ulikuwa na cause list pale, unatiki hiki, hiki, hiki. Kwa hiyo ndiyo maana yule mtu anazembea, na hata hili tatizo la Didas na mwenzake E, Emmanuel Mgaya ni uzembe pia, kwa sababu mgonjwa anapopelekwa kwenye operation lazima kunakuwa na faili ambalo linaeleza tatizo la mgonjwa huyu ni kitu gani. Kwa hiyo sasa e, mtu anaingia ana tatizo la mguu unampasua kichwa, kwa kweli ni, ni ni tukio baya. Kwa hiyo ushauri sasa ambao mimi nautoa ni kwamba madaktari hasa madaktari na, tum, tum, kwa sababu ni tukio la Emmanuel Didas madaktari e, hili jambo liwe ni fundisho kwao, liwe fundisho kwao, wawe makini wa wa, kwa sababu wao wakikosea, hatari yake ni kwamba mtu ama analemaa au anapoteza maisha. Sasa ni kitu kibaya sana. Asante sana Istanbuli, kwa uchambuzi mzuri. Na mpendwa mtazamaji, mpaka hapo tumefika mwisho, hatuna la ziada. Jina langu naitwa Zize Shim, nilikuwa na Elvan Istanbuli katika uchambuzi na mada tuko na jadili ni hiyo ya Mahakama Kuu kupitisha hukumu kwamba bwana eh, Emmanuel Didas alipofidia shilingi milioni mia moja kutokana na uzembe uliokuwa umefanyika katika upasuaji wake, akapasuliwa kichwa badala ya mguu katika hospitali ya taifa Muhimbili. Eh, kitengo cha mifupa MOI. Mpaka hapo hatuna la ziada eh, na kurejesha studio namba moja kwake Catherine Kahabi kuweza kuhitimisha Global Habari. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.